Naomba kutawakali nipate japo kunena japo kuwa ni qalili ni auni subahana nipate kuta jamali itani mikono ya

Iwe akheri ndoa hini, ewe mwanangu mzuri, mpendwa harusi wetu, baba nko najifakhiri, natamba mbele za watu na kuozesha dhahiri. Leo ni furaha kwetu, pindi mukitangamana, mume pamoja na mke. Awatimize Rabbana, furahani awaweke, mapenzi awe ni sana

zilingane zenunia mapenzi yenu yafane, nasi tukishangilia. Ilahi awajazie huba zisizokhiana, maisha mufurahie

na nahisi itawahusu wote eh, lakini msichukie eh? Eh, tunahusiana eh? Eh, mzee Muhammad anaijua hii <coughs> mke ataka matunzo kaka, mwili mteke laini, sio kutwa kipigo kaka, ngeutele usoni. Ndoa sio mapambano kaka, ugomvi kutwa chumbani ndoa masikilizano kaka, sikujifanya taisoni, haujafunzwa kupiga tela, wana usisubutu. Ukirudi hajapika, kanunue chipsi kuku, pengine naye kachoka dada, kazi zitele nyumbani, mletee japo soda apozeko jamani ya kuzongayo kazini usialete nyumbani, usiwe na kisirani kununanuna ya nini? Anakubwa thamani mke azidi lulu marijani, mlinde kama mamboni mweke vyema moyoni. Ndoa ili idumu mshirikiane wawili Sio yote majukumu ya moyoni ndio yenyewe hiyo. Sio yote majukumu mke kumkambili, siku ukiwa nyumbani kazi kusaidiana mke ah, siku ukiwa nyumbani kazi kusaidiana, yakipika jikoni wewe bembeleza wana. Mpendezeshe mkeo kwa madera ya Kisomali, awe mke wa kileo. Vijora tupia mbali, kwa mishono ya guberi, yapakeiko na mwili. Usisahau bukhuri unukie wake mwili. Ndoa namna ilivyo, jamaa ya shangaza sana mara mambo huwa hovyo, ndani ya amani hakuna. Piga moyo wako konde, we kidume, na kuaminia mitiani, uishinde. Inshallah Mola takusaidia. Mke ataka matunzo, kaka, mwili mtekelaini, sio kutwa kipigo kaka, ngeutele usoni. Ndoa sio mapambano kaka, ugomvi kutwa chumbani

wa yako na mzazi wa bwana harusi pamoja na ujumbe wote wa kutoka maeneo mbalimbali, nyinyi ndio wahusika pande mbili.